Nani. Kutoka kwa Daniel Koriri tuelekee kwake Collins Shitiabai akiwa kaunti namba 26 ambapo anatuarifu kwamba kufuatia vita vilivyofaulu dhidi ya pembejeo ghushi, serikali sasa inasema asilimia kubwa ya wakulima wanatarajia mavuno ya kutosha. Hatua hii imewapa wakulima motisha kuendelea na kilimo kwa ari mpya. Msimu huu umeleta sura mpya ya matumaini kwani mashamba yamenawiri na mazao yameota kwa wingi zaidi. Wakulima katika maeneo mbalimbali nchini sasa wanatabasamu wakisubiri mavuno bora, jambo linaloashiria mageuzi chanya katika sekta ya kilimo. Nitaswire ni taswira inayochochea ari ya kuwekeza zaidi mashambani na kuimarisha maisha vijijini. Tumeona kwamba wale wakulima tumekutana nao uh, wanafurahia mambo ya chakula katika nchi yetu na wamefurahia mbegu ambao walipata mwaka jana, na ndio sababu unaona ukiona mazao yako iko hali ya juu. Kulingana na takwimu ya serikali, wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia pekee wanatarajia kuvuna zaidi ya magunia milioni nane ya mahindi. Hii ni ongezeko kutoka magunia milioni sita nukta tano yaliyovunwa msimu uliopita, na inatazamiwa kuwa ushahidi tosha wa ufanisi kupiga vita pembejeo ghushi, mpaka mahali ambao tuko wakati huu Tuna, tuna, tuna furaha kama kampuni ya Kenya tuna, kama nchi ya Kenya kwamba chakula kwa nchi ya Kenya ina, ina, ina, inafanya vizuri sana. Kiwango kikubwa cha wananchi wanaweza ku, ku afford aidha kununua hiyo chakula ama kupanda wenyewe pale nyumbani, na kama family unit pia inasaidia, kwa sababu wale ambao hawana shamba for example wanaishi Nairobi wanaweza hata kutumiwa hiyo chakula kutoka nyumbani. So serikali inasisitiza kuwa matokeo hayo ni zao la mikakati thabiti ya kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo halisi na bora. Hatua hii imeongeza tija shambani na kuweka Kenya katika mkondo sahihi ya uhakika wa chakula. Um, we are very optimistic that if we have enough food because of enough crops that we are seeing the cost of living will will will will will reduce in this country. Hata hivyo, wakulima sasa wanaitaka serikali kuwekeza zaidi ili msimu ujao wapate mbegu ya bei nafuu, hatua wanayosema itawasaidia kuongeza faida na kupiga hatua kiuchumi. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. Turejee hapa kaunti ya Nairobi ambapo mfanyabiashara Chris Obure amefikishwa mahakamani.